na hapa ndio kitofu ya guverni mai, na hapa hapa iwabora ndio imetokea. Nani na nabii na naaa, wazugu wote wanajua kwamba guverni mai kitofu yake ni wapi iwabora. Iwabora nani wa nani wa mai mai mamai, hataweza kataa lile jina na wala hakuna mtu wetu atafungwa tena kwa lile jina. Sema yeye ni mai ni mbe, ni <coughs> ni mai. <coughs> Tunakataa. Tunakataa watu wote ni wa nani? Mwenye aiko mai mai apite pale. Mwenye aiko mai mai apite pale pale. A mi sio mai mai, ita pale. Nauliza S inasema uongo? Hapana! Ah! Si mlo tutokimbia kimbia hapa. Mle kimbia hapa mna kwenda manyema, mrudia bana nani? Mai mai. Eh. Mrudia bana manyema kwenda kule. Mrudia bana ah! Nani? Na viko wapi? Ndio hapo. Unikamata tena mai mai uli mii huyu. Hiyo ni kanasha. Unajua, nikamate mai mai mie huyu, naona mkamate kabila mai mai. Kabila la nani? nani ya mwenye hajui vile amdambue na mwe vyote, mniita hapa sodamu huku nao kuita ma bali, wanawaita vile vyote, mniitwa jina moyo na sisi sasa. Kwa nini unataka na wewe ni jina lako mai mai? Ni jina lako la kuzaliwa mai mai? Ni jina lako la kuzaliwa la kuzaliwa? Naye hiyo ndiyo kweli. Nani? Mai mai. Anakuuliza wewe jina lako mai, nataka kwa mujitape ka iko mai mai na tumuone, mwenye unataka nini? Umpike kichwa

Piga cibo popote pale unajua. Ah, maanisha pika. Okay. Hakataza. Hakataza. Unataka tekeleza kibu. Kibu. Sikatenda ni nani? Mai Mai. Sikatenda ni nani? Na wewe ni nani? Mai Mai. Hakuna. Cibo ni Mai Mai. Bongo yote ni aba. Ba Mai Mai. Ba Bali muua Marcel pale hey, kwa Kirubi hey, mzungu ule ni banani? <laughs> <laughs> na bali ilienda kwa Mai Mai. Alafu mai. <laughs> ile jina na titake tena mtu kulisumbua ile jina atutake. <laughs> <laughs> kulisumbua tena, ukimwona wewe mopi chakula ukimwona, upe nini <tia> upe chakula akule <hle>. Endelea na umai mai <laughs> <laughs> Alafu nilitaka nizungumuze vile vile, jambo la pili, ni kama vile lisemavyo muruga yenu. Wandugu, ni ajabu, ni ajabu. watu wa anere. <laughs> <laughs> niko na wafunga, watu wa anere <laughs>

mnisikie sababu ya sababu ya kumsimamisha huyo, umweke aa pale umweke pale, asikile sababu yake. Huyu ni mtu wa ane, usalama wetu usalama wetu ni nani? Ane wa hovyo, hana usalama wowote, unaashiria vitu vifanyiwe hovyohovyo, mseter wako unaangalia, itakutia pamoja na pa yeye Mikutano inafanyika kwa turungu. Eleza kwa mkutano, mkutano mbele ya watu ale pada eleza mkutano ilikuwa fanyika kwa turungu, yeah. Kwa turungu, kwa kuturungu kunafanyika mikutano ingine ambao italeta hasara hapa kwa turungu. Kuna mikutano inafanyika ya kuleta hasara, hiyo iko hapa, hagundua hata jambo moja lakini mbuzi huyo atwale mbuzi, asa eh, eh, leta mbuzi. kama ni upigana na serikali iko anaachilia huyu, iko tabia ile fanya kwa Turubu. Unajua ni nini? Unaona kule iko ndani kabisa, ndio mpeleke kwa hiyo pato. Huyo mpeleke kwa shefu ndani, nini, ndani, ndani Ayo bado uko atanafuta. Huyo ndani kabisa. Huyo ndani kabisa. Mtu wa polisi huyo, mja wa polisi. Toka ah, katangia. Watie watu wa polisi. Kuna mufungo sabao ya mikutano ya kule kwa Turungu. <laughs> Kwa ku Turungu Turungu, biko wanaunda njama ya kuungana na adui mwenye Rwanda. Mwenye Rwanda ni nani? Mwenye adui. Adui. Rwanda ni nani? Adui adui, adui mkubwa sana mwenye Rwanda. Hakuna moya hapa, adui tuko naye mkubwa ni nani?

hapa inji ni Wakongomani ambao hapana sema, tunakua kupigana na Wakongomani wabui, wanataka waungane na Banyoranda watupike sisi. sisi ndio wanani oi nabataisha zaawa neanda

mwambie Turungu ache hivyo achangamize watoto tena, na hii e, kipindi ni kipindi kibaya sana. Kipindi kibaya kitapita, ile ya mbele asifikirie. Anafikiria hapa anafikiria wapi? Unanisikia, umwite Turungu leo hiyo umwambie sasa, Sikatenda anisha hiyo ile ile. Na kabeza iko pale. Na kabeza mleo nadhani anaisha kwenda anaenda na ule nani ile Mnyarwanda ingine hapo hapo. Nyangara kada ile. Wacha wale kumwona nikupitie sina na kukula. Hapo ndio nasema ndugu jaribu kuuliza nani? Turungu. Turungu. Naone ndio yake yule mwana yule mtoto anakuwa kumdangalia pale. Wale Nyarwanda wana wana mkamata hivi. Baba ndio ndio biko kwa chini kwenye jua ndio anaenda. Hakuna. Kuku kuku makabila mingi. Wajua Wabembe. Wabembe ndio biko. Umwenzo tu hapo. Ndio mwanzo wa Kongo hapa kwa ile Babembe hii. Hapo asidania akimaliza Wabembe, ndio anamaliza kwa Kongomani wote. Anadanganyika. Nah, ana na hata wao anajiunga na Luthera kauli. Tulija kwa mujo. Tutamkula nyama. Yowe, unacheka wewe. Duko wao acheka na mimi denye na mama yako atakupa nayo. Ko bomba sana wewe. Sasa kufuatilia mbibi hapo, kazi yako wewe, unaasilia tu kazi yako wewe mtu hapo kana na bibi yake usalama wako. Ule mtu ndani. Bana kutoka ndani apatilie ajue nini kilifanyika kwa ile mkutano ya pale kwa ngambo kwa turumu. Basi kama mnaona turumu, Ah, aunayo wangu ulikuwa kwa ile mkutano eh?

na kama linalia tutafanya sio iosio. Magoigoi yao wanadhania kwamba mkongomani ni goigoi sana, wanatuona sisi wabombaku sana. wa, niliwambia hapa nani alikuwa pale, niliwaambia tusema niwapatishia siku tatu waondoke na ng'ombe zao, waende bali balikenda pale manipiii ng'ombe bikale hapa. Leo siku ya ine, leo siku ya ine itafanya kontroli nakuta ng'ombe nilisaiani nikisati mi minapiana, kama mjue kwamba nilikula ngome zao mwaka jana, madharau sana, siku na madharau sana, na huu mwaka tutamalizana nao. Nasema huu mwaka tutamalizana nao, hiyo tutakamata mabangu bangu zote bai warega wote waje, makabila yote ya chini ije

Leo hii ilikuwa ni siku yenu ya kunywa ile pombe. Kwa kwa sababu uchumi hatuna. Mimi mwenyewe nilijitolea kabisa kufunga na temu za pombe zile. Hadi kama wewe ingia. Ingia. Ukunywa yote ni kwa pale. Lakini uwezo uwezo ni mdogo sana. Mwenyewe mwenyewe unaniona vile nilivyo. Nani hajui vinyo nilivyo? Unaelewa? Unaelewa vile nilivyo? naelewa vile nilivyo. Mwenye nashakia vile nilivyo, basi ole kwake, basi ole ole kwake. Mimi na wewe tuko katika tabaka moja. Asante sana, piga miko.